Nitawafunga wale, wale. Hali hii ndiyo sababu ya kukamatwa kwa chifu huyu, na hii ni mara baada ya kamati ya amani ya wilaya Mbozi ikiongozwa na mkuu wa wilaya Hamad Mbega kufika shuleni hapo ili kujionea hali halisi baada ya wazazi kupeleka malalamiko ofisini kwake juu ya tatizo la watoto kudondoka shuleni, jambo ambalo linaonekana kuwa ni sugu, kama inavyoelezwa na mwalimu Christopher Chingula wa shule hii ya msingi Namwangwa kuanzia mwezi wa kumi na moja hali ya watoto kuanguka mapepo ilianza kuwa kubwa, idadi ya wanafunzi ikaongezeka, ikaama kutoka wale watoto waliokuwa wanajulikana kuwa ya kila mwanafunzi hadi tunafungua shule elfu mbili na ishirini na tano idadi pia ikawa kubwa. Kwanza watoto hao walikuwa wanaanguka tu, wakishaanguka tunawabeba tunaweka ofisini, ndani ya muda mfupi wanapata nafuu wanarudi darasani, lakini kwa sasa baada ya mwezi huu mapepo haya yamekuwa na sura ambayo sasa inatishia zoezi zima la ufundishaji na ujifunzaji. Hali hii ikamlazimu mkuu wa wilaya kufanya zoezi la kupiga kura ya siri ili kubaini wahusika wa tatizo hilo ambalo linahusishwa na imani za kishirikina, huku akiwahakikishia wazazi hao kukomesha ya tatizo hili. Watu elewe Hawa watu hawatoki mbali, ni miongoni mwenu nyinyi wenye wapo. Napiga kura za siri hapa leo, kila mtu aseme yule ambaye anamhisi. Ukirudiwarudiwa kutajwa mara nyingi, naondoka na wewe. Haiwezekani ukasingiziwa. Kwa hiyo nitaondoka na chifu hapa kwa ajili ya mahojiano zaidi, sawa sawa, lakini nitataka mke wake kesho asubuhi, siguatu kule ne tuendelee kumhoji sawasawa, lakini ndugu zangu, niwahakikishie tu yaani, jambo hili halitafika Jumatatu kuwa limeisha. Sisi kama serikali ya wilaya tunapenda kulaani tukio hili, tukio baya sana kwa mustakabali wa wanafunzi wetu kwenye wilaya yetu hii ya Mbozi. Na sisi kama serikali kau hatuwezi kukubali kusikia matukio kama yanaendelea kwenye kata hii na kwenye wilaya hii kwa ujumla, na maamuzi hayo na haya ni matarajio ya wazazi hawa. Hivi sasa tunashukuru serikali hivyo kuja hivi kufata mkondo wake, tunamshukuru Mungu. Sisi wazazi hatujachukua jukumu la kwamba tuchukue hatua ya kuua mtu, kuu kula zilizopigwa leo, unaona ni halali yeye kuzipokea nyingi, kwa sababu aliamini alituaminisha kuwa atalifanya hilo jambo na hajalifanya na baadaye tulivyomwita amegoma kuja, na naamini ujio wa mkuu wa wilaya na kwa kauli yake naamini watoto watakuwa salama. Alafu fidia zetu sasa, hela ambazo tulikuwa tunazitupa kutafuta wale waganga, kutoa vitu, kumbe ni vya kwake yeye mwenyewe, anaenda kuvichochea. Maana watoto wetu wamemzalishia ni miaka mingi, kwa kuwa wamemzalishia, tunataka zile hela zetu zirudi, na kama yeye alikuwa anafukuza wenzie kwamba ni washawi, basi naye kijini hapa hatumtaki Songwe.